Habari. Leo ni siku nyingine tena, hii ni Gonna TV yuko na the best presenter in town penetowsound kwenye kipindi chako pendwa cha afya na mazingira. Na leo nimekuja makao makuu ya Gonna Green Africa Company Limited. Nimekuja kuzungumza na CEO au naweza kumuita mkurugenzi na mwasisi wa Gonna Green Africa Company Limited. Tusikose kumsikiliza tupate elimu zaidi juu ya afya na mazingira. Karibu sana. Dunia salama hakika nahitaji mazingira salama, na hii ni Gonna TV unatazama afya ya mazingira, mazingira. Uh, karibuni sana Gonna Green Africa Company Limited na leo pia tuna furaha kubwa sana Gonna Green Africa Company Limited, ambayo ni kampuni mama. Tunafanya interview au tunamjiwa au kipindi chetu tunakiendesha kwenye TV yetu ya Gonna TV. Uh, leo tutazungumzia mazingira mazingira ni kitu gani na changamoto gani ambazo zinaweza kuathiri mazingira yetu na vitu kadha kadha wa kitaalamu. Kwa majina naitwa Mr. Ibrahim Shila Mtakwa ni mkurugenzi mtendaji wa Gonna Green Africa lakini pia ni injinia wa mazingira na uh, timu elimu yangu ya mazingira pale University of Cape Town South Africa. Uh, leo tutakujuza kuhusu masuala mengi ya kitaalamu zaidi kuhusiana na masuala ya mazingira. Lakini katika mazingira ni mada pana sana ama ni wigo mpana mno. Leo katika mazingira tutaangalia umuhimu wa fumigation and pest control, yaani fumigation Kiswahili kwa ni mavusho, umuhimu wa mavusho Uh, fumigation and pest control is a process. Ni process ya kupiga madawa na kuweza kuua wadudu wote wasumbufu na waharibifu. Lakini tunaangalia kama kufanya kazi hii ya fumigation, tunaangalia vitu vingi vya msingi kwa kiafya na kwa kitaalamu zaidi. Je, ikitokea mazingira yako yameathiriwa na wadudu mbalimbali kama vile mchwa na wadudu wengine aziki za awali ambao za kuzichukua za kitaalam kuweza aokoa ya mazingira yako, ungana nami kipindi chako pendwa kabisa cha afya ya mazingira. Kitu cha kwanza unapofanya huduma hii ya pest control, kitu cha kwanza cha kuzingatia na cha msingi ni kuangalia hali ya usalama ya watu ambao wanakuzunguka katika ile eneo lako. Hali ya usalama wao iko vipi? Maana ikitokea umefanya ndivyo sivyo, yale madawa yatakuathiri wewe na watu ambao wanakuzunguka lakini kuna wakati unakuta unafanya huduma hii ya fumigation and pest control, lakini matokeo unapata ni madogo sana, ama usipate matokeo kabisa. Kwa hiyo tunasema sote, kazi za wataalamu ni vizuri. kwa chuo cha Tanzania kwa ni Africa Company Limited, tupo kwa ajili ya kufanya kazi katika ubora wa hali ya juu mno, kwa sababu unapata kwa kuna uzoefu wa kutosha, lakini pia tuna elimu ya kutosha. Kuna wakati unakuta wadudu ambao wanasumbua katika jamii, katika kazi zetu, kuna namna ni kunguni, unakuta wanaitwa bedbugs au kunguni wanasumbua sana jamii. Uh, kuna watu wanasema kuongoza kutumia mapata au kwa ile wewe kienyeji, lakini kuna Gonna Green Africa tuna solution ya tatizo hilo na tuna timu wadudu takriban wote. Sisi kwa Gonna Green Africa kampuni yetu tunafanya kazi ya kuongoza wa hali ya juu na uelewi wa hali hiyo. Tunahudumia Africa pamoja na mataifa yake yote katika huduma zetu za fabrication, ni pest control, kitu kama dawa na kuua wadudu wote, huduma za landscaping, tunafanya kazi za kisasa, tunafanya huduma za usafi, general cleaning service, tunafanya huduma za waste management ilivyotopa huduma za construction and innovation kujenga nyumba pamoja na kukarabati mazingira, ni wiko mpana. Lakini pia mazingira imegawanyika katika nyanja tofauti tofauti kuna mazingira ya anga hewa, kuna mazingira ambayo tunaishi na mazingira mengine, lakini pia viumbe hai wote kwa tegemea mazingira. Kwa hiyo mada yetu leo ni fumigation and pest control. Je, yeah, fumigation and pest control ina maana gani? Zipi faida za kufanya huduma hii ya fumigation and pest control? Faida ya kwanza inakusaidia wewe kuwa huru na mazingira yako. Kuna wakati kuwa mazingira ha yako, hauko huru na mazingira yako, unakuwa na wasiwasi, nahisi kama nina nyoka, na hisi kama nina tangu na, tangu, nahisi kama na na

Um, yeah, crowd area, kama, uh, hostel hotels, uh, ni maeneo ambayo kufanya huduma hii kwa mara kwa mara fumigation pest control. Ye, kwa kawaida huduma hii fumigation pest control inatakiwa kufanya mara ngapi kwa mwaka? kama wewe unafanya biashara za hoteli at least kwa mwaka ufanye walau hata mara tatu, tatu hoteli. Mara kwa nini mara tatu? kutokana na ile kugilana wateja kwa mara kwa mara